Wafanyakazi wa meli hii ya kivita ya Ujerumani wanajiandaa kwa jukumu jipya, wanapelekwa kwa, kwa taarifa muda mfupi kama sehemu ya operesheni mpya ya NATO inayoitwa Baltic Sentry. Kwa kipindi cha wiki nane zijazo, meli hiyo ikiwa na wafanyakazi takriban 60 itafanya doria katika Bahari ya Baltic. Lengo lao ni kuzuia na kukabiliana na vitisho vyovyote dhidi ya miundombinu muhimu ya chini ya bahari kama vile nyaya za mawasiliano na mabomba ya gesi. so, sasa tunasafiri kuelekea eneo la operesheni ambako tutachangia juhudi za kuzuia vitisho kwa kufuatilia eneo la bahari kwa kutumia sensa zetu kama vile rada, kamera na bila shaka darubini ambayo bado ina mchango muhimu. Tutafuatilia meli za kibiashara zinazopita, kuchunguza meli nyingine za kivita zinazopita na kuangalia hali ilivyo ili kushirikiana na wenzetu. Operesheni hii inafuatia mfululizo wa matukio katika miezi ya hivi karibuni ambapo nyaya za chini ya bahari ziliharibiwa mara nyingi na meli kama hii ambayo ilikuwa inatoka na kwenda Urusi ilikokota nanga zake kwenye sakafu ya bahari. Baadhi katika eneo hilo walihofia kuwa uharibifu huo huenda ulishafanywa kwa makusudi, ingawa bado haijathibitishwa kama matukio haya yalikuwa hujuma iliyofanywa na Urusi au ilitokana na uzembe. Lakini nchi za NATO zinataka kufuatilia kwa karibu zaidi eneo hilo. Siwezi kusema hali ni ya wasiwasi mkubwa sana, lakini tumeona kuwa uwezo wa NATO wa kuitikia matishio na usalama wa njia za baharini katika Bahari ya Baltic uko hatarini. Pia kuna matukio yanayojirudia ambapo wahusika wake hawajajulikana wazi. Chumba cha udhibiti wa operesheni hii ndiyo moyo wa meli. Hapa ndipo data zote zinapokusanywa katika doria ya Magdeburg, huunganishwa na kuchambuliwa, mahali ambapo njia muhimu zaidi za feri zinapita, mahali zilipo njia kuu za usafirishaji, ili tujue eneo hili lililo karibu nasi na kugundua hali yoyote isiyo ya kawaida au hitilafu. Kwa nchi zinazoshiriki katika operesheni hii kama Ujerumani yenye maarifa na nguvu, wanatarajia kupata ufahamu zaidi kuhusu yanayoendelea katika bahari ya Baltic. Pia wanaamini kuwepo kwa jeshi kubwa katika eneo hilo kunaweza kusaidia kuzuia matukio zaidi kutokea.